Mimi nilikuwa makanga wa matatu. Na nilikuwa na nilikuwa naokota makaa. Unasikia? Nilikuwa makanga wa matatu. Lakini nikajipanga panga na mlaimba mpaka niko hapa. Mimi nataka niwaambie vijana. Ukiona mtu anakununua na shilingi mia tano, ati wende upigie mwenzake kelele. Ujiulize maswali mara ngapi? Ulize ya kwanza, bibi yake hako hapo? Mtoto yake hako hapo? Yeye mwenyewe ako na kiti. Alafu anakudanganya ati wende upigie mwingine kelele. Mimi nataka niwaulize swali. Kawanjiko wakikuja na barabara. Ishungu wakuja na hospitali. Mimi ni kuja na empowerment. Mwingine akuja, si nyinyi wenyewe ndio mtapima. So mtu anawapatia pesa ya kuunganisha vijana wetu, mchukue pesa lakini muache kupiga makofi ya ukora. Tunakubaliana? Yeah. Unajua mimi ninaona juzi, nilikuwa naona juzi wamepangia huyo ichungwa. Hii shida yote ichungwa anabeba si yake, ni ya William Ruto. Tusidanganyane. Kwa sababu yeye anasimama imara, na yeye anasema ukweli hata kuna barabara mingi hapa ile Ishukwa ndio ameweka hapa, hata nyinyi hamna habari kwa sababu yeye anasimama kidete. Kitu ya muhimu tufanyie watu wetu kazi, tuombeane Mungu, familia yote ipate chakula kwa nyumba, watoto wetu waende shule, kila mtu akae vizuri. Lakini maneno ya kununuliwa na shilingi sasa, oh, ukinunuliwa unipigia kelele, mtu mkarabati tu kama mimi, mtu jua kali, nilikuwa tu manamba mama. Mama, mama, ni watu wazuri sana. Hata siku ya kampeni wamama ukipatia utapata sukari utapata kila kitu kwa nyumbani. Naibu Rais, sisi ni watu wenu wa mkono, sisi ni watu wenu wa mkono, na tunawaomba tu nyi mpange tu uchumi huko juu na mupange hii maneno mengine huko juu hii ingine hapa chini mtutumange tu tufanye hii tufanye, hata tukipiga kelele sio, hatuna shida. Hatuna kelele. Sio ama namna gani? Si kelele ni part of maendeleo. Ama ni aje? Wangapi wanasema wako imara? Eh, bwana nauliza swali. Wangapi walipigia serikali kura? Sisi nyinyi wote. Alafu mtu akuja, nyinyi mnajua kweli kufanya kufanya siasa mpaka uinue Biblia useme hai. Hey. Nyinyi, mtu asiwadanganye tuchunge serikali tuchunge ichungware, tuchunge kawanjiko tuchunge wa moradha. Tushikane, tupendane, boda boda watapata haki yao, wamama watapata haki yao, kila mtu atakuwa na haki yake na tutaenda mbele wote kama taifa. Tunakubaliana? Mimi nauliza, nyinyi si mmesikia wanasema mimi sikwenda shule? Unafikiri hao watu walisema uongo? Mmesikia mahali nilisema nilienda shule? Lakini ukikuja huko kwangu ninapanga maneno my friend. Eh, kwa sababu ya ukarabati unaelewa? Kwa nini nyinyi wote mlisoma? Si nyinyi wengine shuko tu ndio alisoma, alipata bahati akasoma soma vizuri vizuri tu hivi. Lakini sisi wengine wote si ni oye oye. Ama ni aje, watu wa oye oye, ibua inue mikono. Ah, basi, unaona tuko wengi. So, unaona nikisimama rais ndaangusha hawa. Kwa sababu watu wa oye oye ni wengi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Si nyinyi na wana biashara? Kuna biashara inajengwa na mwaka mmoja? Kuna biashara na jengo na, na mwaka mbili? Wacha niwaambie, na munisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura, tulikuwa tunaimba, tunafanya nini, tunafanya nini, si kweli? Na mkatupatia kura zenu kutoka kwa MCA mpaka kwa rais ni kweli ama ni uongo? Lakini sasa hivi kuna watu wanawadanganya, sijui hii ijafanyika hey, hey, hey, hata wewe mama ukiwa na mimba utapata mimba leo na kesho kutoa usaye mtoto na atembe na akule na si lazima mtoto uone maneno yanakuja, uone mpaka watu waanze kusema, alafu sasa mtoto akunywe uji, akule mpaka akule githeri, si ni kweli? Mimi nawaomba na nawaomba kwa ishi makubwa hii serikali ya Kenya. Kwanza, kama kuna watu wanafaa kujifunia ni watu wa hii mlima. Kama kuna watu wanataka wajue hii serikali ni yao, ni nyinyi. Sasa, nikuulize, mumeenda kupanda mahindi, umeongojea, imefunwa, imepelekwa kwa store, imesiagwa, umeega ugali kwa mesa. Wakati ugali imefika kwa mesa, mtu anakwambia tupige teke hii ugali, ugali, twende tu tutafute ingine. Hatujui hiyo inawezekana hiyo.